Uhusiano wa Umoja Ulaya na Uturuki kwa muda mrefu umeorodheshwa kwenye mgumu. Hadi sasa, nafasi ya Uturuki kujiunga kwenye umoja huu bado inasalia kwenye makaratasi tu, lakini kwa mujibu wa msimamo wa washiriki wa Jumuia ya kujihami ya NATO mataifa na ya Umoja wa Ulaya na Uturuki yameahidi kulindana endapo mmoja wa wao atashambuliwa. Katika miaka ya hivi karibuni, Umoja wa Ulaya umekuwa ukimshutumu Rais Recep Tayyip Erdogan kwa kuendelea kuikandamiza demokrasia na kusababisha mkwamo katika ombi la Uturuki la kujiunga

mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, mnamo wiki hii makao makuu ya umoja huu mjini Brussels yameonekana kupuuza ukosoaji wake dhidi ya Uturuki hata baada ya vikosi vya usalama kutumia nguvu dhidi ya watu waliokuwa wanaandamana kwa amani baada ya mpinzani mkuu wa Erdoan kukamatwa kwa tuhuma za ufisadi, jambo ambalo waandamanaji wanasema hatua hiyo imechochewa kisiasa. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International pia limelaani matumizi hayo ya nguvu ya vikosi vya usalama dhidi ya raia nchini Uturuki wakati rais wa Uturuki anasema maandamano yaliyoenea ambayo yamehusisha makabiliano na polisi ni harakati tu za vurugu. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Ufaransa imesema kitendo cha kufungwa kwa mea wa mji wa Istanbul Ekrem Imamoglu na watu wengine kadha ni hatua inayoishambulia demokrasia kwa kiwango kikubwa. Na wakati huu huu, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani anayemaliza muda wake Anna Lena Baerbock amesisitiza kwamba wapinzani wa kisiasa mahala pao sio jela au mahakamani. Lakini kwenye makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels, maneno yanachaguliwa kwa uangalifu kabla ya kutolewa. Profesa Jean Maco, aliyebobea katika maswala ya uhusiano Umoja wa Ulaya na Uturuki katika chuo kikuu cha kimataifa cha Grenoble Alps, ameiambia DW kwamba kuna tofauti kati ya kile kinachoendelea nchini Uturuki na uzito athari zilizopo barani Ulaya. Hata hivyo, Amanda Paul, mchambuzi mkuu wa kituo cha sera cha Ulaya, amesema yeye anafikiri zipo sababu za wazi. Ameiambia kwamba hii ni taswira ya hali mpya ya siasa za kikanda. Amesema kuingia tena kwa Donald Trump katika ikulu ya Marekani kumesababisha Ulaya kufikiria upya juu ya ulinzi wake huku serikali zikikimbilia kupunguza hatua za kuendelea kuitegemea Marekani na kufikiria kwa kina juu ya mustakabali wa Ulaya bila ulinzi wa Marekani. Na kutokana na jeshi la Uturuki kuwa la pili kwa, kwa ukubwa katika muungano wa kijeshi wa NATO baada ya Marekani, Paul amesema mahala ilipo Uturuki kwenye eneo la kikanda unaipa nchi hiyo uzito na nafasi ya kipekee ya kikanda ambayo nchi nyingine au hata duniani kote hazina nafasi kama hiyo. Mchambuzi huyo mkuu wa kituo cha sera cha Ulaya, Amanda Paul, amesema Umoja wa Ulaya pia unaweza kuwa unaiangalia sekta ya silaha inayoshamiri nchini Uturuki wakati umoja huu unapotafuta wasambazaji zaidi mbadala wa silaha kwa ajili ya majeshi ya kitaifa. Paul ameeleza kwamba sekta ya ulinzi ya Uturuki kwa kweli ina mengi ya kutoa kwa umoja Ulaya wakati ambapo jumuiya hiyo inakabiliwa na uhaba mkubwa